Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera, Alhaji Nazir Karamagi ametoa wito kwa wabunge wa viti maalum kutoka mkoa huo kuhakikisha wanaacha alama ya maendeleo ifikapo mwaka 2030 na, na kuwekeza katika miradi ya msingi inayowagusa wanawake na jamii kwa ujumla kama ujenzi wa vyumba vya madarasa badala ya kugawa vitenge pekee kwa kina mama. Katika mkutano wa kampeni uliofanyika mjini Bukoba kata Kitendagulo, amesema anakerwa na desturi ya viongozi wa wanawake kugawa vitenge, ambapo aliwasihi viongozi hao kutumia nafasi zao katika kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi, hasa katika sekta ya elimu na huduma za jamii, ambapo kupitia mkutano huo aliomba kura kwa wananchi kukichagua chama cha Mapinduzi. Angalau kwa kila wilaya, si vitenge kwa wajumbe, alama, si vitenge kwa wajumbe, alama. Iwe ni chumba kimoja cha chekechea ama chumba kimoja cha, cha, cha, cha, cha hawa watoto kuchanja watoto. Na hawa sijawauliza lakini naona sura zao kama vile wamekubali, wajipange na mimi hilo nitakuwa nalifuatia. Wadau wengine wa Chama cha Mapinduzi, akiwemo kampeni manager anayemnadi mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi, aliueleza umma kwa nini wananchi wanaomba kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa mara nyingine Mama Samia kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi akasema injinia anatosha. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Bukoba kupitia Chama cha Mapinduzi, mhandisi Johanseni Mtasingwa amesema atakapochaguliwa atashirikiana na wakala wa barabara za mjini na vijijini, Tarura kutengeneza barabara ya Kitendaguro inayounganisha kata hiyo na kata Bakoba, huku akitumia wasaa wao pia kuelezea miradi mingine na kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. miradi yote iliyoanzishwa na vyabato, niwahakikishie, ujenzi wa soko, taa za barabarani, kingo za mto Kanoni, ujenzi wa barabara kilometa kumi, ujenzi wa stendi, niwahakikishie, miradi yote itakamilika na itakamilika kwa wakati, na kwa uzoefu wangu na nio nao, mimi siendi kusimamia, naenda kufanya na kwa sababu najua na, na, na naelewa miradi, miradi inafanywaje, na miradi inatafutwa kwa njia gani, gani na, na pesa zinapatikana nani. Wananchi wenzangu wa Bukoba na Kitendaguro hatuna sababu ya kumnyima mgombea wetu wa urais wa Chama cha Mapinduzi kura, si ndio hivyo? na imani, tunachagua maji, tunachagua umeme, tunachagua barabara, maendeleo yanapatikana kwenye Chama cha Mapinduzi, lakini mwa dunia kama anaweza, si ndio hivyo? Kwa hiyo nawategemea sana wananchi wote, lakini na wanawake wenzangu wa mkoa wa Kagera, na imani mimi na nyiye tutashirikiana kutafuta kura za kutosha za mheshimiwa rais wetu, ili tumheshimishe kwenye mataifa mengine waone. Ndugu zangu, kuonja msijaribu, kwa miaka mitano makubwa ndani tumefanya, tumefungua barabara, miundombinu, barabara mpya ambazo na ambaz e mashahidi barabara hizo. Mfuko wa jimbo umefungua barabara tatu Nikuombe Mheshimiwa, Mheshimiwa Mtasinga kusema hapa, kwa sababu ni injinia. Tutamuomba sasa barabara hizo ziwe hizozia kifusi. Injinia Mtasingwa taikwendabia <coughs> bianzi mkifuba. Injinia Mtasingwa anataka maelewano kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ni injinia, injinia, katika kazi tulizokuwa nazo tunazo kero za zaa hapa society kuna watoto wameumia wengine wamekufa kwa sababu ya kukosa bampsi, magari yanakwenda spidi. Nimehangaika tarura wananidanganya. Tumekupata wewe, tumepona injinia kimachambaiya rundi twakila lakini viabu injinia, tunayo kero ya mto kenuni, umeuona kule pale. Tunayo kero ya mto mwakabaridi tunayo kero ya mto kikaranga. Ndugu zangu, tumepona tumempata injinia. Mimi naomba niwaambie ukweli, huyu mtu tunamfahamu zaidi anavyojifahamu. Unajua nifahamu uwezo wake tumeufuatilia, ili ni jembe la kazi. Chama cha Mapinduzi kupitia vikao vyake vimeridhika na kusema huyu sisi tuta mpaw, tutamgarantii awe mgombea wa CCM. Uchaguzi wa kuwachagua wabunge na madiwani na rais utafanyika Oktoba 29 mwaka huu. Kutoka Bukoba, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital. <mucho>